So, leo, leo tutasoma about uh, vile shetani ame shetani amejikamufleji amejichanganya pamoja na, na, na wanadamu, lakini sisi hatujui. Kuna wengine wetu ukiangalia asili yao ukirudi nyuma asili yao ni giza tupu, yani familia imejaa giza, ama kuna uwezekano una, una, una um, ulikuwa kwa mahusiano na mtu ambaye si mtu. Ndio maana Biblia inatuambia katika kitabu cha ja Yohana wa kwanza Uh, Yohana wa kwanza chapter 4 verse 1 inasema, wapenzi msiziamini kila roho, bali zipimeni kila roho, zipimeni kama zimetoka kwa Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. So, kuna roho zimetoka kwa Mungu na kuna roho ambazo hazijatoka kwa Mungu, ndio maana Biblia inatuambia tuzichunguze hizo roho. Kumbuka pia sisi ni roho, tunaishi ndani ya mwili. So kuna uwezekano mtu ako na mwili lakini roho iliyo ndani yake haijatoka kwa Mungu, right. Nitaonyesha kwa nini mwili unapotengenezwa. Wakati when the body, the body body, wakati wa msichana, um, akipatana mwanamke akipatana mwanaume kimwili, mwili unatengenezwa, right. Mwili ukitengenezwa, kuna roho ambazo zinatoka wapi? Kuzimu. Zinaweza ingizwa ndani ya mtu, ndio maana Biblia nasema katika kitabu cha Ufunuo, uh, kitabu cha Ufunuo Ufunuo kitabu uh, chapter 20, Revelation 20, verse 13 inasema, bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake ili wapate kuhukumiwa. So wale watu ni roho wafu. So kuna uwezekano ndani yake ni roho ni mtu ni mtu ako na mwili, lakini ndani yake roho iliyo ndani yake si yeye. Ndio maana Biblia inasema mchunguzeni kila roho. Yani, ni mtu anatembea, lakini aliye ndani yake si yeye, si yeye, ni roho imetolewa kuzimu, kwenye bahari. Ukifa roho yako inapelekwa mbinguni ama roho yako inapelekwa kuzimu, ikingojea hukumu. Yesu akikuja mara ya pili, inangojea hukumu. Ikipelekwa kuzimu, kwa bahati mbaya, shetani anaitumia kufanya mambo ya kuzimu. Ndio maana bahari ita, ita, ita nini? Ufunuo mstari wa 20 chapter 30 inasema bahari ikawatoa wafu. So kuna watu waliokufa wakashikwa kwenye bahari. Ukienda hapo kitabu cha um, Zaburi 142. Nataka tuende pole pole, tuelewane Zaburi 142, verse 7, inasema itoe roho yangu kifungoni ili nipate kukuhimidi kulisifu jina lako. So kuna uwezekano haujakufa, tumeona kwanza ni wafu, kuna wafu wameshikwa, kitabu cha Ufunuo 2013. Hao ni roho za watu zimeshikwa, hizi zile roho zinaweza tumiwa, si mwili ume, mwili umeharibika. Huyu amekufa, mwili wake umeharibika, roho yake imeshikwa kuzimu. Ndio maana Lazaro alipokuwa nakufa, Lazaro ile, kitabu cha Lazaro na na ule tajiri, malaika wa Mungu akamchukua Lazaro na malaika wa Shetani wakamchukua yule tajiri. So, kuna watu wamefungwa, walikufa kitambo, ni baba, inaweza kuwa ni uh, bibi yako, inaweza kuwa ni mjomba yako, alikufa kitambo. Alikuwa mchawi yule, alikuwa mganga yule, alikuwa mpenda anasa yule, akanaswa wapi? Kuzimu. Hana mwili lakini roho. So ile roho yake inaweza tolewa ikaingizwa ndani ya, imetoka kuzimu ikaingizwa ndani ya mtu. Destiny swapping is real, inaweza kuwa wewe Labda kwenu so clean. Kila ki watu watu wanapenda kumcha Mungu lakini destiny yako ikasopiwa. Destiny yako kusopiwa ni roho inatolewa ndani yako alafu unaekewa unaekewa mwingine. Nafsi inatolewa unaekewa mwingine. Mnaswap. So so, whatever you're dreaming wewe, una dream unakuwa unaota chembe chembe ya maisha yako flashes of what will become flashes of the things that God had, uh, had prepared for you lakini we unaota lakini kuna mtu anaishi maisha yako. Unanielewa? You are dreaming unapata pesa, you are dreaming wewe ni tajiri, unajiona mtu shujaa, unajiona uko na pesa, lakini kuna mtu anaishi maisha yako kwa sababu gani? Ame swap destiny yako. Right? Hiyo ni moja, uko na mwili yes, lakini roho yako imetolewa, imefungiwa. Watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye magereza, wamewekwa kwenye mashimo, wamekuwa mawindo, wala kuna okwae, wala kuna aita hiyo ni Isaya 42 verse 22. Yesu anatuambia roho wa Bwana yu juu yangu, tena amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao, na walio kwenye magereza kupata kuachiliwa kwao. So, kuna watu unaishi, lakini uko magereza. Unaweza kuwa tena unaishi, lakini destiny yako haijaswapiwa. Roho yako imetolewa ikashikwa kuzimu, alafu kuzimu wakachukua roho wakakuingizia wewe. Alafu huyo mtu ambaye ako na roho ya kuzimu ana dada, ako na familia, ako na mama, ako na ukoo, anakuja na kuwa boyfriend yako, anakuja na kuwa girlfriend yako. Wewe pasipo kujua, haujui kuomba, haujui kusema fyeka, haujui kusema mimi ni mwana wa Mungu lai, unaingia kichwa kichwa mzima mzima. Biblia inasema zichunguzeni kila roho. Hapo ndio mwanzo wa shida zako inaanzia. Right? Wale malaika waliasi na malaika wanapenda wanadamu kwa taarifa yako, na wanadamu pia wanapenda malaika kwa taarifa yako. Again, nitaonyesha ukisoma kitabu cha Mwanzo, nakumbuka kuna malaika nini, kuna malaika wa Mungu na kuna malaika wa Shetani. G a, malaika Mikaeli, a, Mikaeli na malaika zake walimshinda yule choka na malaika zake, okay? so malaika Walishindwa. So shetani na malaika zake. Wale malaika sasa ndo waliasi wakatupwa kuzimu wakatupwa chini wakatupwa kuchini na wale wale malaika ndo waliwaona wale wana, wacha niwasomee hiyo kifungu. Iko kitabu kitabu cha Mwanzo, Mwanzo chapter 6 utaanzia verse 1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa inchi, na wana wa kike walizaliwa kwao Waka, wakazaliwa kwao wanawake wakazaliwa, walipozaliwa malaika wana wa Mungu, ambao ni malaika wana wa Mungu, waliwaoa hao binti wanadamu okay, kwa kuwa walikuwa wazuri, wakajitaliwa wake kutoka kwa hao mabinti wakapata watoto. Walipopata watoto, wale watoto walikuwa manefili, walikuwa watu wakubwa, walikuwa mashujaa manefili wakubwa. No, no, no. Tu, walipenda, walipenda, walipenda, walipenda, uh, walipenda wana watoto yani, anyway, wanadamu walipenda wanadamu. Haya, wacha nionyeshe vice versa. Wanadamu kupenda malaika. Ukisoma kitabu cha Mwanzo bado chapter 19, verse 4. Malaika wa Mungu walitoka kwa Abraham, wakaenda mpaka wapi? Sodom na Gomora, kumwokoa Lutu, okay, na familia yake. Lakini walipofika pale kwa Lutu, wale watu wa, wa Sodom na Gomora wakaenda kwa Lutu wakamwambia, wako wapi wale watu walikuja kukutembelea right? Tunataka tushiriki nao. Walikuwa wanataka kufanya nini? Kufanya mapenzi nao, tushiriki nao tendo la ngono. Kwa kuwa nini? Wale malaika, Biblia inasema walikuwa wazuri wa sura. So, so, it's it's it's anapendwa na watu wengi sana, na wasichana sana. Yani, yeye, kila, akikatia msichana lazima msichana amkubalie. Akienda mahali lazima akubalie, unashangaa, huyu ni binadamu? Huyu ni mtu anatembea, lakini sijasema ni wote, lakini zichunguzeni kila roho Unapata we pia ulishiriki naye tendo la ngono, ulishiriki naye akaenda, kashiriki na mwingine, anakuwa na girlfriend wengi. Kijana ni moja, ana girlfriend, ana girlfriend kama twa, kama kama 20 kama 20, wewe ni msichana mmoja, lakini ana ana, ana, ana, ana waume wengi. Unashangaa huyu asili yake ni gani? Asili yake ni gani? Usije kaingia mzima mzima, nyota yako ikaenda. Kumbuka, shetani anatumia watu wa mwili. Mungu ni Mungu wa wote walio na mwili. Shetani pia vivyo vile anajikamuflage. Right? Anajikamuflage, anaingia ndani ya watu, anaingiza roho zake ndani ya watu. Ama wale malaika, kumbuka ni malaika lakini walivaa umbo la binadamu, wakaenda paka kwa Lutu na kawashika mkono. Unaona? Wakashika mkono, wakamshika Lutu mkono wakimtoa Sodom na Gomora. Na tunaona wanadamu walitaka kufanya nini? Kutenda mambo ya kifaya ya, kia, ya, kia, ya, kia, ya ajabu ajabu na wale malaika. Right? So unaweza pata mtu anatembea, ana umbo kama lako, ni mrembo, ni mhansam, lakini ni malaika wa kuzimu, right? Biblia inasema aliyetoka juu yu juu ya yote, so aliyetoka chini naye. Yesu anatambia kitabu cha Yohana, kitabu cha chapter 6 verse 38, anasema kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali ya yeye aliyenituma. So kuna mtu ameshuka kutu, ameshuka, amepanda kutoka kuzimu, asiyafanye mapenzi yake, afanye mapenzi ya aliyemtuma, baba yake Ibilisi. So ameshuka, ni mtu ameshuka. Kuna mwili kama vile wanadamu walivyoshiriki damu na nyama, ndivyo alivyo Yesu Kristo, ili kwa njia ya kifo akamshinda yule aliye na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. So kuna mtu amevaa damu na nyama, ameshiriki damu na nyama kama wanadamu lakini ampanda, ametoka wapi? Amepanda kutoka kuzimu, ni joka, ni shetani, asili yake ni kuzimu. Ukisoma kitabu cha Matayo ah, tusome Yohana. Yohana chapta 1 vers 6 inasema, palitokea mtu ametumwa kutoka, kutoka wapi? Kutoka mbinguni, jina lake alikuwa Yohana Mbatizaji, okay? kitabu cha Yohana ya kwanza ilikuwa kitabu cha Yohana chapta 6 vers 38, ya pili ni Yohana chapter 1 verse 6, palitokea mtu kutoka mbinguni aliyetumwa na Mungu, jina lake alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Basi kuna uwezekano pia kuna mtu ametoka kuzimu, jina lake silijui, lakini ni wana wa Ibilisi, ni wana wa nyoka. Ndio maana Yesu alikuwa anawaambia wale ma, Mafarisayo na Masadukayo, alikuwa anawaambia enyi vizazi vya nyoka. Hiyo ni kitabu cha Matayo chapter 34 enyi vizazi vya nyoka, mwezaje kunena, kunena mema mkiwa wabaya? Enyi vizazi vya nyoka, mwezaje kunena mema mkiwa wabaya? Unapata mtu ni kizazi cha nyoka. Yesu alikuwa ni binadamu hawa, lakini Yesu alikuwa rohoni, anaona hawa watu asili yao ni kizazi cha nyoka, ni kiza, nyo, na, na nyoka. Tunajua nyoka ni shetani right? Unaona mtu anatembea amevaa kofia yake, amevaa kiremba yake, amevaa nguo yake ya red, anajiita nabii. Ni kizazi cha nyoka, ni mganga, ni mchawi. Unanipata, Ndio maana, ukisoma kitabu cha, uh, matendo ya mitume chapter 13 verse 10 hii ni story ya Paul na ule mchawi anajiita Elima okay? Elima alikuwa anazuia mambo mema isimfikie Sajio liwali, alikuwa governor, in modern days ni governor Paulo akiwa rohoni, Biblia inasema, lakini Paulo akiwa akiwa amejazwa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akamkazia nani macho? Yule mchawi, yule Elima, akasema: ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa ibilisi. Enyi, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa ibilisi. So wana wa ibilisi wamejaa wa hila na uovu wote. Anakuja anakuoa, ni mwana wa ibilisi. Unaanza naye biashara, ni mwana wa Ibilisi. Amerent nyumba karibu na wewe. Ni mwana wa Ibilisi, ni rafiki yako, ni mwana wa Ibilisi. Unashangaa mbona huyu? Matendo yake ni mabaya. Kila mara matendo yake ni mabaya. Yeye ndiye ananisema vibaya, anataka nifute kazi. Mnaweza kuwa ni dada yako, mmezaliwa tumbo moja. Baba mmoja, dada mmoja, lakini roho yake imetoka wapi? Unashangaa dada huyu dada, mbona nikilala usiku na mota anapeleka Uh, masuruali za mme wake kuzimu. Mbona na mota napigana naye ni mamaangu, lakini na mota napigana naye. Kumbuka wale Masudukayo na Mafarisayo walikuwa na wazazi, lakini Yesu aliwaita wana wa ibilisi, kizazi cha nyoka. Hata huyu Elima mchawi aliitwa na Paulo mwana wa ibilisi. Malaika pia kuzimu, anaweza vaa umbo, anaweza vaa umbo akakuja akakuoa. Unashangaa, ulipatana na mtu mkashiriki naye ngono, rafiki yako mkakaa naye pamoja kwa muda mfupi, akapotea. Kuna watoto pia walizaliwa katika hali kama hiyo tu, unapata babako yuko, lakini ushinga babangu huyu ana tabia, ana tabia zimeoza, sigara ni yeye, pombe ni yeye. Uh, ukichunguza chunguza, alikuwa na kesi ya ubakaji, unashindwa. Uh, uh, what's happening? Ni baba ama ni mwana wa ibilisi? Unajiuliza unajiuliza maswali. Una maswali, unabaki na mengi. Um, so hivyo no, ndo shetani anajikamfledge anajiingiza ndani ya watu anajiingiza ndani ya watu anavaa umbo la binadamu, anakuja anakuwa mme wako, unashiriki naye unaenda naye kanisani, lakini ni mwana wa Ibilisi, nabii wa uongo. Biblia inasema zichunguzeni, napende kifungu sana, jichunguzeni kila roho. Wale watu ni wachawi wana wa ibilisi. Paulo anamwambia ule anamwambia Elima mchawi, akosi kuzipotosha hila za Bwana, mwana wa ibilisi. Yani yeye ni adui wa vyote vilivyo vyema okay? um, shetani ana hila mingi sana lakini siri, siri kubwa kama vile chadogona amesema, siri kubwa ni kunena kwa lugha. Kila anenaye kwa lugha ananena na roho wake, ananena na roho, malaika wakuzimu wana lugha yao, anaongea kama wewe. Ndio maana kusoma kitabu cha uh, Zit Matayo Paulo anasema, ninenapo kwa lugha ya binadamu na lugha ya malaika. Ni malaika ananena, right? Ananena kama wewe, anaongea kama wewe, anatembea kama wewe, ameoa kama wewe lakini asili yake si mbinguni, ametoka kuzimu. Ametoka kuzimu amekuja, anakufunga, anaiba nyota yako, ana swap destiny yako, unashangaa wakati. Ndo maana kila mara unapokuwa unaomba, watu wengi wana tabia kupiga mapepo, pepo wa magonjwa na kufieka. Ni vizuri kupiga mapepo, sijakataa ni roho fieka, lakini kumbuka kutaja wanadamu wasio na mwili kuna uwezekano aliye ndani yako aliye ndani yako ni kimtu, lakini hana mwili na chochote ambacho kina mwili na kiko kwenye dunia hakina, in English, haina legitimacy. Kiswahili sijui legitimacy nini, haina uh, mamlia, mnisaidie wa Tanzania, haina mamlaka kwa sababu halina mwili. Lile kitu ni roho ambayo haina mwili. Ukisema naifunga, hakuna hata atokee nani, hakuna atakayefungua maana sisi tuko na ufunguo wa ufalme, chochote takachofunga duniani kimefungwa na binguni, right? So kuna vitu viko ndani yako so, unapokuwa unaomba usiku mnyonge, kuomba haita ku cost it not take you so many minutes. Ukisema tu wanadamu wasio na mwili, majeshi ya wafu walionasa ndani yangu, na wafunga. Kumbuka ukiwa kwenye roho, mtu akiwa kwenye roho, kama ni roho, ana uwezo wa kugeuka, akivaa avayo umbo ana uwezo akiingia ndani yako ageuke kama vile pepo tu. Pepo likiingia ndani yako linaweza geuka likakuwa magonjwa pia. Roho ya binadamu, roho ya mtu ikiingia ndani yako right? ikiingia ndani yako, si imetumwa kutoka kuzimu, imeshikwa kwenye bahari, imeshikwa kwenye anga. Enti za shetani ni tatu: anga, bahari na, na nchi, na hizo ndio penye sisi tuna ndo mali, ndo mali sisi tunafaa kuteka authority hiyo. Ndio era yetu ya maeneo letu la nguvu, ni kama vile samaki kwenye maji. Sasa sisi era yetu ya nguvu ni wapi? Kwenye anga tunatawala, kwenye bahari tunatawala, na kwenye nchi tunatawala. Hizo ndio entry points za Shetani. Hapo ndo amechukua miliki yake. Ndo maana Biblia nasema ulipowadia utimilifu wakati, mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Sisi ndio wanadamu sisi ni watenda kazi pamoja na Kristo, sisi tu harufu ya Kristo mbele za Bwana, sisi ndio masii wa Bwana. Ukivaa mamlaka sasa, unageuka sasa, unaacha kuwa wewe, naacha kuwa Alex na kuwa mwana wa Mungu. Unajitangaza pale, unaji unajintroduce, mimi ni mwana wa Mungu lehai. Unapokuwa unaomba, unasema katika jina la Yesu Kristo, mapepo roza kutoka kuzimu, wanadamu wasio na mwili, na wagamata na wafunga, ukiwafunga wanafungika, chochote ufungacho duniani kimefungwa na mbinguni. Wewe uko na ufunguo ya ufalme, right. Tazama nalikuwa nimekufa, huyu ni maneno ya Yesu. Tazama nalikuwa nimekufa, lakini sasa niko hai, niko na ufunguo ya kuzimu na niko na ufunguo ya mauti. Ile ufunguo tumepatiwa sisi. Kuzimu kuko kumefungwa, kilikuwa inachukua watu wanaofungia pale kuzimu. Ndo maana ilifunguliwa, kuzimu ilifunguliwa iachilie roho za watu mauti ikafunguliwa iachilie roho za watu, na bahari ikafunguliwa iachilie roho za watu. Nanipata ile ufunguo Yesu alikuwa nayo, akaenda akaichukua, akatupatia sisi. So kama wewe uko lakini umefungiwa kuzimu, ndio maana Biblia nasema itoe roho yangu gerezani nipate kufanya nini, nipate kukulimidi jina lako. Kuna uwezekano uko wewe like, unatembea tu you think you're okay you think una ile kazi uko nayo na bado unalipo 100,000 unaona, it's everything, unacheleweshwa. Kiuhalisia wewe unafaa kuwa milionea, lakini unacheleweshwa. Umeolewa na mtu, lakini unacheleweshwa. Kuna watu wameko kwenye maeneo wanadhani wako sawa, wanadhani everything is doing okay, unadhani unapata tu, niko na gari langu, lakini kiuhalisia unafaa uwe na magari. Umewekwa in a situation where hata kujijua uwezi kuna wengine nyota zinaibiwa kabisa, wanabaki fukara hohe hahe. Kuna wengine mpaka wanakuwa itu depression, unakuwa unaumwa na kichwa kila mara, magonjwa na kusonga, wengine wanakuwa wenda wazimu right? wanakuweka in a situation where you can't pray. Ndio maana wakati unapoanza kuchukua mamlaka, unaona vita inainuka. Kwa sababu gani wewe unaanza kutoka kwenye machupa za kichawi unaanza kutoka kwenye kamba za magonjwa, unaanza kutoka sasa. Umeanza kugundua siri ya kutoka, unasema na vama mlaka na wafika, unashangaa vita inainuka, uko na vita na kuinukia jua, there is something good you are doing. Na ile time vita na kunukia, wanakuletea gahofu, unajawa na hofu right. Lakini Biblia nasema, jeshi inapojipanga kupigana na wewe, moyo wako hautaogopa, kwa kuwa mimi ndio Bwana Mungu wako sitakupungukia wala sitakuacha. Right, hila za shetani ni mingi, ni mingi, ni mingi ni mingi. Ukianza kuwafika kuwavunja, unashangaa unaanza, kuna wiki watakuja kukunyonga, usiogope. Mwenye haki hata akianguka mara saba atainuka tena, unazama kwenye roho. Akija kukunyonga unasema, wewe uliyekuja kuninyonga na kukamata uliyetoka kwenye bahari na kukamata kwenye inchi na kukamata kwenye mapango kwenye anga na mashimo yake na kukamata na kufunga, kama vile ulivyoninyonga na kutia kamba na kutia kamba ya shingo hata milele kwa damu ya Yesu. Unaanza, unaanza kutumia mamlaka sasa, unaanza kuvaa mamlaka ya damu ya Yesu, ni kuvunja, kuharibu, kuteketeza, kupasua na kufieka kwa damu ya Yesu. Nataka tuombe. Hope mmenielewa. Malaika pia wana lugha yao, wanaweza kuja kuongea kama sisi. Watu wa kuzimu wanaweza kuja kuongea kama sisi. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza chapter 13 verse 1 inasema, nijaposema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na lugha za malaika. Kumbuka shetani na malaika zake walitupwa hapa, those fallen angels. Na wako mpaka sasa Haimaanisha wulitupu wakapotea waka waka waka no, wako yule. Joka ametupwa huku, kwa kuwa siku zake zimehesabiwa. Anajua siku zake zimehesabiwa. Ni, ni, ni, ni mshtaki wa wana wa Mungu, siku zake zimehesabiwa. Anajua my days are numbered. So anatuma na shetani sasa siku hizi pia anaanza kutumia wenye mwili, wachawi, waganga, wana wa Ibilisi. Unaona wachawi wa gango, anapata babu wa ukoo alikuwa mchawi, mama wa ukoo alikuwa mchawi, ama mama wa ukoo alikuwa ni mtu, lakini asili yake ni kuzimu, ni malaika wa kuzimu, amevaa umbo, amevaa umbo. Okay, nataliuliza kwa familia yako, wachawi wamekusumbua au umepoteza amepoteza siblings wengi? Good. Ni kufyeka ni kuvunja ni kuharibu ni kupasua pasua. Yenu usiogope usiogope biblia inasema unapoenda vitani ukapata wana magari ukapata wana farasi moyo wako usiogope kwa kuwa mimi ndio bwana mungu wako niliyekukweza juu ya nchi ya misri yani mungu amekukweza juu ya nchi ya misri ni time ya kuvaa mamlaka ni time ya kusimama kama kuhani wa bwana ok nataka tuanze kupasua nataka tuanze kufeka najua uh, natumai i hope mmenielewa kuna watu wasio na mwili nataka tupige vitu vyote vya kutoka kuzimu ambazo zimekuja kushika, kushika ndoa yako kula biashara yako, nataka tuzifyeke tuzivunje tuziharibu vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo. Kama mko tayari, nataka tuombe. Wanawatu ama wanawatu pige wanawetu baridi nzuri, tuwakamate tuwafyeke, wanadamu wasio na mwili, tuwakamate, wakala wote wa kuzimu, tuwafieke tuwavunje tuwaangamize kwa damu ya mwanakondoo. Biblia nasema tusikose kujua ila zao. Spiritual husband wakamate. Inaweza kuwa spiritual husband wako yuko hai, amevaa umbo ni malaika. Unashangaa maybe ulipatana na Nigeria. I'm not saying Nigerian ni wachawi. No, ulipatana tu na mtu maybe ametoka Nigeria, ukashiriki naye kidogo kidogo hivi, nyota yako imeenda. Wewe unaanza kuota kwenye bahari, unaanza kuota unavalishwa pete za kichumba. Unaba, unavalishwa, unalishwa chakula kwenye ndoto, unapelekwa kwenye sherehe za giza. Nataka nataka tuvae mamlaka sasa, nataka tuvae mamlaka. Mimi binafsi nimechoka na wachawi, nimechoka kuona dada wachawi, nimechoka kuona watoto wachawi. Kwa kuwa mimi ndio rungu na silaha za bona za vita, nataka tuangamize once and for all. Waachie biashara yako, waachie ndoa yako, waachie ma maisha yako, waachie baraka zako, kwa damu ya Mwanakondoo. Nataka tuingie kwenye maombi sasa. Tunaanzaje kuomba sisi? Kwanza tunajitakasa kwa damu ya Yesu. Unasema najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujitakasa kwa damu ya Yesu. Aa, anza kujitakasa sasa, anza kujitakasa. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu. Anza kujitakasa sasa, anza kujitakasa. Ukijitakasa unaomba msamaha Right, unaomba msamaha. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Anza kujitakasa, ukiomba msamaha, ukiomba msamaha sema navaa, mimi ni mwana wa Mungu leo hai. Unaanza kujitambulisha sema, mimi ni mwana wa Mungu leo hai, mimi ni mwana wa Mungu leo hai. Ah, unafungishwa ndoa za kishetani ah, ana anaya, unafungishwa ndoa za kishetani. Anza kujitakasa. Sasa tunaingia kwenye maombi, jitakase kwa damu ya mwanakondoo. Naomba dakika moja nzime mfereji uh.